Mambo vipi jamaa? Leo nataka kuzungumzia kitu muhimu sana. Nguvu ya kujiamini. Unajua kujiamini sio kitu kinachokuja kirahisi kwa kila mtu. Watu wengi wanashindwa kufikia malengo yao kwa sababu tu hawana imani na uwezo wao. Lakini ukweli ni kwamba kila mtu duniani ana uwezo wa kufanikiwa. Siri nini? Kujiamini. Ukiwa na kujiamini, unajitengenezea njia yako mwenyewe. Unavunja vizuizi vilivyowekwa na hofu. Na unapofahamu kwamba unaweza, unapotumainia kwamba hakuna kisichowezekana, maisha yako yanabadilika. Ni kama hadithi ya shujaa aliyejua atashinda vita hata kabla haijaanza. Aliamini kweli kwamba ni mshindi, na kwa imani hiyo alishinda. Ndivyo ilivyo katika maisha yetu pia. Ukijiamini utagundua unaweza kushinda changamoto yoyote iliyo mbele yako. Kujiamini maana yake ni kutambua kwamba hata unapokosea bado uko kwenye njia sahihi. Hatuwezi kuwa wakamilifu, lakini kujua kwamba kila hatua ni sehemu ya mafanikio yako kunaongeza nguvu ndani yetu. Kwa hiyo, rafiki yangu, huwezi kufanikiwa kama hujui na kukubali kwamba una uwezo. Imani yako ndiyo nguzo ya mafanikio yako. Sasa, ngoja ni kushirikishe mbinu rahisi za kuishi kwa kujiamini kila siku. Jenga mizizi ya mafanikio yako kila siku. Anza kwa kukumbuka mafanikio yako ya zamani, hata yale madogo. Unapofahamu jinsi ulivyoshinda changamoto katika maisha yako, Inaongeza imani yako katika uwezo wako. Tumia maneno ya kutia nguvu, badilisha mazungumzo yako ya ndani. Badala ya kusema siwezi, sema nitaweza. Badala ya kusema hili ni gumu, sema nitalishughulikia na kushinda. Maneno yako yana nguvu kubwa. Jizungushe na watu wanaojiamini. Kama unavyojua, mazingira yetu yanaathiri sana viwango vyetu vya kujiamini. Kwa hivyo, tafuta watu wanaokutia moyo, wanaokufanya uhisi kwamba unaweza kufanikiwa. Kuwa karibu na watu wanaoamini kwako kuna kusaidia ujiamini. Weka malengo madogo yanayowezekana kwa kila lengo unaloweka. Hakikisha ni dogo na linawezekana. Kukamilisha kila lengo dogo kuna kupa msukumo wa kusonga mbele na hii hujenga kujiamini kwako kwa hatua kubwa zaidi. Jifunze kutokana na makosa. Usiogope kufanya makosa. Makosa ni sehemu ya safari. Kila kosa ni funzo linalojenga nguvu na ujasiri wako wa kuendelea mbele. Leo chukua muda na ujiambia, mimi ni mzuri, mimi ni shujaa na ninaweza kufanikisha chochote. Jiamini na dunia itafungua milango mingi kwako. Hapa Heart of Heroes, tunapenda kuwaona kila mtu akiishi maisha yake kwa nguvu ya kujiamini. Usisahau kusubscribe kushare video hii na kuwa sehemu ya familia ya mashujaa. Endelea kujiamini na usikate tamaa. Tutaonana tena, endelea kuwa shujaa wa maisha yako.